Ndugu wawakilishi kutoka e, ushirika, ndugu e, wana bodi wenzangu, ndugu watendaji wa chama, wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya bodi ya Tanroads Saccos Limited Napenda kuwasilisha kwenu taarifa ya mwenyekiti kwa kipindi cha kuanzia Oktoba moja elfu mbili na ishirini na nne hadi Septemba thelathini na moja elfu mbili na ishirini na tano. Kipindi hiki kimekuwa cha mafanikio makubwa katika kuimarisha huduma kwa wanachama, kuongeza ufanisi wa kiutawala na kuboresha uwezo wa kifedha wa chama, licha ya changamoto za kiuchumi zilizojitokeza kitaifa na kimataifa. Tanroads Saccos Limited ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha wafanyakazi wa wakala wa barabara Tanzania, watumishi wa wakala waliostaafu, kwa mujibu wa sheria na watumishi walioajiriwa na chama. Chama kiliandikishwa kwa mara ya kwanza Julai 27, 2006 na kupewa namba ya usajili DSR 896. Mwaka 2021 chama kilisajiliwa kwa mujibu wa sheria namba kumi ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018 na kanuni zake za mwaka 2019 na kupewa leseni ya mtoa huduma ndogo za fedha namba MSP 3 TCDC mkwaju 2021 mkwaju 0418. Kupata idhini namba tatu ni kusimamia masuala mazima ya rasilimali watu ikiwa ni pamoja na kuhakikisha utendaji bora wa utumishi wa chama. Na namba nne ni kuhakikisha hesabu za chama zinaandaliwa na kukaguliwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na masharti. Muundo wa wajumbe wa bodi na kamati mbalimbali za chama kwa mujibu wa kanuni ndogo za fedha za mwaka ishirini kumi na tisa kifungu cha kifungu namba ishirini na nne namba mbili kinaelekeza chama kuwa na bodi iliyoundwa na angalau wajumbe wapatao watano wa bodi ya chama chetu ina wajumbe saba waliochaguliwa katika mkutano mkuu wa kumi wa mwaka uliofanyika Novemba 25, 2023 ambapo bodi hii inaongozwa na mwenyekiti akisaidiwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Chama kina kamati mbili zinazoisaidia bodi katika kuhakikisha viwango vya juu vya utendaji vinafikiwa. Kamati hizo ni kamati ya mikopo na kamati ya usimamizi. Baada ya kukasimishwa madaraka na mkutano mkuu wa mwaka, bodi iliteua kamati, kamati ya mikopo inayoundwa na wajumbe wa bodi watatu ambao moja ya majukumu yao ni eh, ya kazi ni kutoa idhini ya mikopo. Kamati ya usimamizi inaundwa na wajumbe wawili waliochaguliwa wali katika mkutano mkuu. Wajumbe hawa ni wajumbe wa bodi wala, wajumbe hawa sio wajumbe wa bodi wala wajumbe wa kamati ya mikopo wanawajibika na kuwajibishwa na mkutano mkuu wa chama. Wajumbe hawa walichaguliwa katika mkutano mkuu wa kumi wa mwaka uliofanyika Novemba 25, 2023 ishirini ishirini na tatu. Kwa hiyo napenda kutoa pongezi za shukrani na dhati sana kwa mwenyekiti pia wa bodi, wajumbe wa bodi, kamati ya usimamizi wa watumishi wa wanachama wote kwa ujumla, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa jinsi mlivyoshiriki kikamilifu katika kuhakikisha dira na maono ya chama yanaendelea tangu ilipoanzishwa mwaka elfu mbili na sita, miaka ile wakati Tanroads zinaanzishwa. Na kwa sasa chama hiki kwa miaka kumi na tisa iliyopita tangu mwaka huo kimeendelea kuwa na ufanisi na kitatimiza miaka ishirini hivi karibuni, na taratibu zinaruhusu kuwa mnaweza kuwa na jubilei ya miaka ishirini ya utoaji wa huduma kwa wanachama. Ninapenda kuwapongeza kwa, kwa hatua nzuri mliofikia ya kutimiza matakwa ya kisheria kwa kufuata miongozo na taratibu ya uendeshaji wa mikutano. Asubuhi ya leo nilipokutana na viongozi wa vyama vya ushirika, nilipokutana na Coasco, ambao ndio kama National Audit Office, ni auditors, nikaona kweli chama chetu kinasimamiwa kwa misingi ya good governance, yaani utawala bora. Usimamizi na usimamizi unaotakiwa kuhakikisha kinafuata kanuni, sheria za uendeshaji kama e, chama cha ushirika, lakini vile vile chama kinachosimamia fedha za wanachama wake. Ninapenda kuwapongeza kwa hatua nzuri mliofikia ya kutimiza matakwa ya kisheria kwa kufuata miongozo yote na taratibu za uendeshaji wa mkutano huu mkuu. Kwa chama hiki ni mara yangu ya kwanza, kama nilivyosema, kuhudhuria na mkutano mkuu wa ishirini ishirini na nne. Mliniomba pia nihudhurie mgeni rasmi, na hii kutoka na majukumu kama nilivyosema huko nyuma, uwezo wangu sikuweza kuhudhuria, lakini niliwakilishwa na kaibu mkurugenzi wa miradi yani, eh, kaka eh, yangu Jafar Sanko salamu zen aliwafikishia. Ninajionea kwa macho yangu pale utaratibu na kuthibitisha notisi ya mkutano mkuu na kuthibitisha akidi zilizofuatwa wakati wa mwanzo wa kikao hiki kama sheria ya vyama vya ushirika namba sita ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2015 zilizotekelezwa. Hivyo, naendelea kusisitiza tuendelee kufuata sheria za vyama vya ushirika, sheria nyingine za nchi, sheria na masharti ya chama na miongozo mbalimbali inayotolewa na, na benki kuu kwa kushirikiana na mamlaka za kusimamia ambayo ni Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania ya TCDC. Vyote hivi vikizingatiwa, uendeshaji wa chama kitakuwa na tija kwa mwanachama mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, lakini kutakuwa na uwazi na uwajibikaji yani, transparency and accountability katika uendeshaji. Taarifa ya mwenyekiti wa bodi katika kipindi cha Januari hadi Septemba 2025 imeainisha maeneo ambayo chama kimepiga hatua kiutendaji hususan eneo la wanachama wapya, ongezeko la akiba ya wafanyakazi wanachama, ongezeko la hisa za wanachama, ongezeko la mikopo. Pia taarifa imeainisha maeneo kadhaa ambayo chama kimefanya vizuri hadi kuingia katika orodha ya vyama bora ishirini kati ya vyama elfu moja mia tatu sitini na mbili vilivyosajiliwa Tanzania. Nitumie fursa hii kuwapongeza nyote nyinyi ambao mko hapa